Kuelekea siku ya kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi, ambayo ni kesho na kitaifa itafanyika mkoani Singida katika uwanja wa Bombadia, waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa hii leo amekagua namna maandalizi yalivyofanyika na kumpongeza mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego kwa maandalizi makubwa aliyofanya. Maandalizi ambayo tunayaona leo ambayo sikupata kuyaona nyuma ya leo, lazima tuwapongeze wana Singida Tengeneza kituo cha kukutana kutana kwa wingi kwa matukio mengi ya kimkoa hata kitaifa, na fikira hii mheshimiwa mkuu wa mkoa na matumaini, hapa patabadilika zaidi haya anayoyaona, kwa sababu na kujua vile vile. Kwa hiyo ni mtu mahiri maandalizi. Sitaki kusema haraka neno ninayotaka kulisema, lakini nimeridhika. maandalizi bora, niseme tu ni super <laughs> sikutarajia kuona haya, skua yaona. Niwashukuru sana kwa maandalizi haya. Imeenda kuwaona kuwasalimia wenzangu, na wamenihakikishia kwamba kesho watumishi wa kila chama watakuwa hapa. Kwa hiyo idadi hii mwaka huu itakuwa kubwa kuliko miaka mingine. Hongera sana kwa maandalizi hayo. Mimi ni Ferdinand Irunde kutoka hapo mkoani Singida. Wananchi mkoani Singida nao wameelezea namna siku hiyo inavyokuwa na faida kwao. Ni sikukuu kubwa sana kitaifa, tumefurahi sana kwa kuwa imefanyikia mkoani kwetu Singida, tumejivunia sana na kwa na kweli mkoa wetu wa Singida uko vizuri na unaonekana na mama anakela na vibe ya kumpokea mheshimiwa Rais ambaye ndio mgeni rasmi wa matukio hili la maimosi kitaifa mkoani Singida. Tunamshukuru mama Samia Suluhu Hassan. Yeah, yeah, yeah. Maimosi Singida imekuja na fursa mama, hatudai yes, tumejiandaa kikamilifu kwa ajili ya kusherehekea sherehe hizi za maimosi na kusikiliza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan anatuletea nini na amekuja kutuambia nini katika siku ya Mei Mosi katika mkoa wetu wa Singida. E, kama unavyoona wageni wengi wanazidi kuingia na Singida imejaa tayari. Wote hawa wamekuja kumpokea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kusikiliza rais anatuletea nini siku ya Mei Mosi ambayo ni siku ya kesho kiuhalisia. Tuna furaha kubwa kusherehekea siku ya Mei Mosi, imetuletea fursa nyingi. Wafanyabiashara wamepata kuku, wameuza kuku, wauza chipsi wenye nyumba za wageni nao pia wamepata fursa. Sisi wenyewe tunafurahia tukiwa kama umoja wa vijana, tunapokea wageni wengi. Kwa kweli tumehamasika sana, tunasherekea sana. Aidha, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA Dr. Tumaini Nyamhokya ameelezea namna walivyojipanga na siku hiyo na pia watakavyofaidika kupitia mheshimiwa rais kufanyia kazi kero zao. Sisi kama wafanyakazi tumekuwa na mambo mengi ambayo tumekuwa tukijadiliana na serikali yanayohusiana na haki na maslahi ya wafanyakazi tumefanikisha mengi na ambayo tutayasema kesho kwenye kilele cha Mei Mosi, lakini pia yako mengine ambayo tunaamini anaweza kuyatamka mheshimiwa mwenyewe rais. Na sisi tambulike kwamba mahitaji yetu hayasubiri siku ya Mei Mosi, shida za wafanyakazi za dharura. Na mali yale mengine ya kawaida, tunayo fursa ya kuwa tunakaa na waheshimiwa mawaziri na makatibu wakuu wa wizara ambao kiutaratibu wa tunakaa nao kila baada ya miezi mitatu me au minne, tunakutana na kujadili changamoto za wafanyakazi na kuzitatua. Kwa hiyo tunapokuja kukutana mheshimiwa rais ni kuangalia yapi tuliyofanikiwa, na yapi ambayo ni bado tuweze kum, kumkabidhi ili aweze kuyafanyia kazi sasa kwa ngazi ya juu zaidi. Kauli mbiu ya mwaka huu katika siku ya Mei Mosi ni uchaguzi mkuu 2025, utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. nikiripoti kutoka kutoka mkoani Singida, jina langu ni Amina Rami. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo, kwa sababu inaruhusu kuweka tinamba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa hey, kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo ba. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama budget ina bana. Tumia bimapap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap Urahisi wa maisha.